Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. Maisha ya mwanadamu ni miaka kidogo tu, na ndio namalizia nayo na naomba munikumbushe miaka ya mwanadamu ni mingapi? Ngapi? Sabini. 70. Sisi, mimi nimesema, mmesema na najua mlisoma mahali si ndio? Kitabu cha Zaburi tisa, uh, 90. 90? I think 90 verse 10. To 12. Anasema miaka ni sabini. Na na mwandishi wa Zaburi akiongea anasema, Mungu, naomba unisaidie kuzihesabu siku za maisha yangu, kwani ni miaka sabini na ikizidi themanini 80 lakini, ina uchungu na shida nyingi sana, 70 now hiyo inamaanisha all you need to do Is kuchukua karamu na karatasi uandike 70 minus the number of your years umeishi mia dunia hii ya Mungu miaka ngapi? Kama umeishi miaka 50 kama hamsini imepita, ujue umebaki umebakisha miaka 20 peke yake 20. Kama umefika 60 umebakisha 10. Kama mwaka hii ndio yako ya 69 Tunaongea mambo ya next year, sio? <laughs> mimi nilisema nyinyi ndio mliniambia 70. Mimi kwangu nafanya tu hesabu, kama umefika kama uko 70, sasa wewe anytime anytime anytime naweza kuwa sahihi. Bwana asifiwe. Pasta, tafadhali hatuku kualika kuongea hiyo mama, lakini ni kweli, ni 70, 70 ni 70. Kama umefika 70, ni mwaka huu au ni katika hii darnet event 2025. Lakini Mungu anasema ya kwamba anaweza, unaweza zidisha, unaweza zidisha ufike ite, lakini ni taabu tu. Ukiamuka kama unakaa, unajua ukiwa na nguvu ulikuwa unakaa hivi unaamuka, lakini kama umefika ite unafikiria kuamuka na unajisikiria ili uamuke na unaambia wengine hapa. Unajua, tumeongea hapa na mchungaji ile kudayo, tukauliza kwani restroom zote ziko juu, nikamuliza wazee wanafanya nini. Ikasemekana kina mama walichukua chini, wazee wakasukumwa juu. Ni kama tu pale Adam, alichukuliwa tuda. Sasa shida yote iko kwetu. Anyways, miaka ikisonga ni 70, hakuna dawa nyingine baba. Kama uko 35, jua yako iko hapa, ni saa sita ya mchana yako ya maisha imebakisha that ever. At least uko sawa. Now listen to this. Mungu wa mbinguni hana shida ukifa. Mungu hana shida ukifa. As a matter of fact, Biblia inasema ya kwamba blessed heri wa fao. Ukienda kwa ofisi ya Mungu, naambia Mungu, bwana wangu amekufa, anasema amekufa, eh. Amen. Heri wa fao. Huyo ni Mungu. Hata kitabu cha Zaburi anasema ya kwamba wanaheri wanaokufa katika nini? Katika Bwana. Sisi ndiyo tunaogopa kufa. Mungu haogopi. Lakini mchungaji, ukituambia Mungu haogopi, si hata Yesu waliogopa. Hata Yesu alisema ni odore, ni kweli hiyo kitu utaki. Lakini Mungu haogopi, maana hata hapo alisema ya kwamba lakini mapenzi yako ifanye nini? Itimike. Mungu hana shida ukifa ukiwa kijana, na usingojee hati ukufe 70. Unaweza kufa hata saa hii, hata hamsini au thelathini au kumi. You can go any time because sisi tunaishi na elements za kifo, we can die any time. Kama wewe umefika 60, na hujakubali huyu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako you are risking kama uko 69 na Yesu hajapata nafasi katika maisha yako, ujue ni next year, na si lazima ifike. Na hata kama uko miaka thelathini na Yesu hajapata nafasi katika maisha yako, uko hatarini, kwa sababu kifo hakipewi rushwa na hakihairishwi, na vijana na pia hufa. Lakini ukifa katika Kristo Yesu, anasema wafao katika Bwana wapumuzike, kwa sababu yeye anakuandalia makao and very soon atarudi atuchukue mahali alipo. Ndio sababu tuko kwa mkutano, tunaandaliwa siku ya mazishi yetu. Kila wakati ukija kanisani, unaandaliwa siku ya kifo chako. The preacher uh, uh, prepares you for your death, ili usife ukiwa upande wa dunia, usife ukiwa upande wa shetani, ufe katika hilo sehemu, katika hicho kipengele kinachosema ya kwamba bali yanaye kaa katika Bwana, bali yanaye fanya mapenzi ya Bwana anadumu hata milele. Shida si kufa, shida ni utakufa ukiwa upande gani? Na kwa hivyo siku ya leo elewa as ya Biblia ilianza, sisi sote tumeingia katika hii meli ambayo haifiki, huu mwili hautafika, sisi maisha yetu yanakomeshwa.